wambia tutaperiki tunajielewa, juzi jana na leo. Asanteni sana. watu war wanataka kuwadanganya na mimi siko tayari, kwa sababu ukweli una tabia ya kuishi, na chama changu cha mapinduzi kinasema, nitasema kweli daima na fitina kwangu wangapo. Napenda ukweli. aosa Arusha oye! Kuna baadhi ya watu nkachanganywa kwa hiyo, kwa sababu nimelazimishwa mengi, nitapuuza lakini nitasema angalau moja, na naomba myekubalii, na nikishasema hilo tutaendelea na mambo mengine. Kuna mtu mmoja ambaye amekuwa na jinadi siku nyingi, anasema wakati anakwenda kwenye sendoff alitumia koti langu, mimi mtoto wa mama muuza uzi lakini leo hii anadiriki kufikia na kusimama mahali anasema eti Gambo ameumiza watu wengi. Hivi nataka niwaulize, hivi mimi na yeye nani ameumiza watu wengi katika nchi yeah! hii ni mnakujua. Dar es Salaam hii nendeni mkatafute habari zake kule, hata kumsalimia mtaogopa. Nataka kokote alipomwambia Mikono yangu ni safi, sina changamoto yoyote na sijamuumiza yoyote. Badala yake nimesaidia watu wengi sana, kote nilipopita. Kwa kuongea, nimesaidia watu wenye ulemavu, tumewapatia viti mbalimbali kwa ajili ya kuwasaidia. Tumewasaidia watu kupata miguu bandia, ambao hawajatarajia kupata ulemavu. Tumesaidia vituo vya yatima Tumesaidia kila mahali, mwambieni, hayo ni matendo mema, hakuna hata moja la kumuumiza. Na nimeamua niseme, kwa sababu amesema eti nienda kwa wananchi, ni ni wa Arusha wengi, eti ukawaombe radhi. Wananchi wa Arusha nimewahi kuwakosea? nie wagatu wanasema sijawahi kuwakosea. Unajua kwa nini nasema niombe radhi? Niwape mfano mmoja Mi niliamua kufunika kombe mwanalamu wapiti, lakini ameamua kunichokonoa mwenyewe. Na nisiposema wengine mtaamini ni kweli. Kuna jambo moja, akiweza kunijibu hilo jambo, akiweza kujibu hilo jambo, mimi nitarudi kuja kuomba radhi hapo na sikananleo. Kuna hoja moja niliijenga ninahusiana na jengo la utawala la jiji la Arusha. Niliwaambia sisi tunataka maendeleo, lakini tunataka maendeleo yanayoendana na thamani ya fedha, tunataka maendeleo ambayo yanalinda kodi za Watanzania, na ndiyo kazi mlionituma. Jengo la utawala linatakiwa kuwa na ghorofa nane, awamu ya kwanza ground floor wamelipa bilioni moja na milioni themanini na moja pale ground floor peke yake. Wakamaliza wakatangaza tenda, akapatikana mkandarasi kwa bilioni kumi na moja na milioni mia sita na kumi na tisa ukijumlisha jumla yake ni bilioni kumi na mbili na milioni mia saba Nikawaambia ukigawanya kwa nane, maana yake kila ghorofa moja, kila floor moja, yani floor unavyoona kama hiyo unaijenga kwa bilioni moja na milioni mia tano na themanini na saba haikubaliki. Kubaliki lazima hayo mambo tu yaseme, wedha wanafurahi au wanatikia?